Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mataifa ya Kiarabu yashutumu majibu yaliyotolewa na Qatar kuhusiana na masharti waliyoyotoa. Duka kubwa Afrika Mashariki liko mashakani kuporomoka kutokana na matatizo ya kifedha. Zao linalopigwa vita kutokana na madhara ya kiafya lakini kwa wakulima ni zao linalowapa maisha. Katika habari za michezo usiku huu, ni rasmi sasa, mshambuliaji huyu wa Lyon Alexander Lacazette asajiliwa na Arsenal na kuvunja rekodi ya usajili ya Emirates. Jambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Siku za usoni, duka kubwa zaidi la jumla nchini Kenya limo hatarini kwa sababu ya matatizo ya kifedha. Nakumatt ambayo ina maduka ya Uh, jumla na rejereja zaidi ya 60 kote Afrika Mashariki, ina madeni ya dola karibu milioni 170, imesitisha kuajiri wafanyakazi wapya huku ikishindwa kulipa kodi ya majumba ambayo yanatumiwa kwa maduka yake au hata kuweka bidhaa kwenye uh rafu zake. David Wafula anaripoti kutoka Nairobi. Kwa miaka mingi Nakumat imekuwa ikijivunia wingi wa aina ya bidhaa katika maduka yake, lakini katika siku za hivi karibuni rafu zake hazijakuwa na bidhaa, wakati mwingine hata mkate unakosekana. Kwa nini duka hili tajika na tatizika kuuza bidhaa hata muhimu? tunafanya we... kazi pamoja na wauzaji kuhakikisha kuwa bidhaa zipo, kwa sababu hatujakuwa tukifanya vizuri katika siku za hivi karibuni Tunajikakamua kufanikisha mipango ya malipo ndipo tuweze kutimiza mahitaji ya wa wateja wetu na kurudisha bidhaa kwenye rafu zetu. Maduka ya jumla ya Nakumat yamefungwa nchini Uganda na hapa Kenya, maduka mawili tayari yamefunga milango yake, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa bidhaa katika maduka yaliyosalia. Wasiwasi ni mwingi iwapo duka hili litaweza kustahimili mawimbi Rafu hazina bidhaa, mishahara zinachelewa. Ukizingatia misingi ya uchuuzi, hizi ni ishara za onyo ambazo ni wazi na kile kinachofuatia. Kwa bahati mbaya, tunashuhudia dalili za mwisho na tunaona nyakati ambazo udhibiti unahangaishwa kutokana na uhaba wa bidhaa. Wateja nao pia wamepungua, yani vitu vya watoto vya kawaida, ambao mtaingia na mtoto mchukue vitu, mnaingia mnapata hakuna Kena kwa shelf pata vitu pengine zimea ziko karibu kue tunapata awalete zile kama kitambo. Kwa miaka ishirini na tano, duka la jumla la Nakumat limekuwa moja wapo maduka ambayo yanaongoza katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini changamoto za kifedha ambazo zimejitokeza hivi karibuni zinafanya wengi kuwaza kwamba iwapo litasimama imara tena kwa siku zijazo. Hali hii pia imeanza kuathiri wafanyakazi zaidi ya elfu tano mmoja wao alikubali kuzungumza na mimi, lakini kwa sababu zinazoeleweka hakutaka kutambulishwa. Umenadhiri kwamba wakati mwingine mshahara kuingia, inaingia ikiwa imechelewa. Na hiyo sasa ikichelewa, kuna tuko na madeni tutakuwa kulipa, kama kulipa nyumba, kulipa hata surprise, stima, maji. So hizo imekuwa ni changamoto kubwa sana kwetu kama wafanyikazi. Hata mnaweza kutoa pengine mtu amefungiwa nyumba lakini Wasimamizi wa kampuni hii wamesema wanatarajia kuokoa dola milioni 14 kwa kufunga baadhi ya maduka yao ambayo hayaleti faida. Lakini suluhu ya kudumu inahitajika kwa haraka, kubadilisha hali hii. David Wafula, BBC Nairobi. Nam, tuzungumzie swala hilo sasa na Bravius uh, Kayoza akiwa mjini Dar es Salaam katika studio zetu za Mikocheni. E, ni mhadhiri wa uchumi na biashara katika Chuo Kikuu cha Kiu eh, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam kama alivyosema. Karibu sana, Bravius. uh, biashara kubwa kama hii inajikutaje katika hali tete kama hii? Uh, zipo sababu nyingi lakini bila shaka ni zile muhimu kwamba uh, kutokana na ushindani mkubwa sana wa kibiashara uliopo katika uh, makampuni yanayolisha biashara aina hii lakini la pili, kumekuwepo na hoja ya utawala katika biashara zenyewe, na hii sio hoja mpya sana. Ukumbuke ripoti ya uh, jukwaa la kiuchumi la duniani, ile World Economic Forum mwaka 2014 uh, ulilitoa onyo kwamba makampuni haya hasa kusini mwa jangwa la Sahara, na ikatolea mfano kabisa huko Afrika shariki baada ya e, uchumi, e, kampuni ya uchumi kuwa wametetereka, wame na kuzitahadharisha na masuala haya katika utawala e, hasa wa fedha na mipango. Kwa hiyo wanapopata onyo kama hilo, wa, na, na, na, na kuona wanaanza kuingia katika shimo, wanakuwa na matumaini kwamba biashara ita, ita, itaweza kutengemana kuendelea, au ni, ni, ni kucheza patapotea tu. Wakati fulani wanakuwa na mipango na wanaonesha kabisa kwamba wanaweza wakatoka pale walipo. Kwa mfano ukiangalia e, Nakumat walionesha mapema mwaka 2016 kwamba walikuja na, na sita, e, mkakati ule waliouita namba mbili, ukiondoa e, mapungufu yaliyokuwepo ya mwaka 2010 kwamba wangeweza kufanya vile ambavyo e, walitaka kufanya, na hata tangiapo dalili zilionekana na walianza kuchukua hatua. Ukumbuke e, baada ya duka lao lile la barabara ya Thika kwa limeathirika, e, baada ya pia shambulio la Westgate mwaka 13 lakini baada ya hata mafuriko ya mwaka huu ya UK ya pale nchini Kenya yalionyesha kwamba kulikuwepo na tatizo kubwa sana na kwao, wanatafuta jinsi ya kujipanga hata mm, hivyo utaona hawakuweza kukidhi upande wa pili wa gharama za uendeshaji na sheria za kodi. Mm, sasa nani ataweza kuokoa? Anaweza kupewa fedha pengine labda na serikali au benki Uh, hapa ndipo kuna tatizo kubwa sana ukijaribu kuangalia uh, misingi mi ya biashara yenyewe uh, kuna tatizo. Sahau na kumati wenyewe walikuwa wanasema kwamba ile deni lao la uh, shilingi bilioni 15 za Kenya lingeweza, serikali ingeweza kulisaidia, lakini serikali uliona waliondoa kabisa mikono yao ya kuweza kufanya vile, na hapa ndipo wanajikuta katika wakati mgumu sana, lakini wao wenyewe nafikiri kuna mambo watapaswa kuyarejelea na kuanza kuyafanyia kazi uh, mara moja kama uh, jinsi gani wanaongoza biashara zao na hasa kwa kutumia, uh, wataalamu wa masuala haya ya, ya, ya fedha. Haya makampuni hasa ya kifamilia yanafika hatua wakati fulani yanashindwa kuwa yanafanya vizuri, na kumekuepo na maonyo. Kwa mfano, kampuni hii ya GCR kutoka Afrika ya Kusini ilidokeza mwaka 2016 kwamba kampuni kama Nakumat ingepaswa kuchukua hatua madhubuti zaidi katika jinsi gani wenyewe wataweza kufanya biashara. Lakini zaidi, ni kwa jinsi gani wataweza kujitanua katika mitandao ya kijamii ili kuweza kushindana eh, na makampuni mengine madogo madogo, kwa sababu hoja kubwa hapa wakati makampuni haya yanaingia ilikuwa ni kwamba biashara hizi zingeweza kurahisishia gharama za maisha za watu maskini katika chumi za kati, lakini haikuwa hmm, hivyo. Na hapa tunachukua katika wakati huu, Bravias Kayoza, mhadhiri um, wa uchumi na biashara katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala jijini Dar es Salaam. Asante sana kwa tathmini hiyo, na ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya Nakumat unaweza kupata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com, sakata Nakumat na matatizo inayopitia kwa hivi sasa. Naam, tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anasema nchi yake na China zinapinga hatua yoyote ile ya kutatua mzozo wa Korea Kaskazini kwa kutumia nguvu. Sergei Lavrov amesema pia wanapinga majaribio ya kuikaba Korea Kaskazini kiuchumi. Awali Marekani na Korea Kusini zilifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi kujibu jaribio la Korea Kaskazini la kufiatua kombora linaloweza kufika Marekani. Rais wa Afrika Kusini, Jacob Zuma ameonya kuwa kuna vita ya kimya kimya katika chama tawala ANC huku harakati za kushika wadhifa wake zikipamba moto. Anatarajiwa kuacha madaraka ya uongozi wa chama hicho mwezi Disemba. Bwana Zuma ametoa wito wa kuwepo umoja mwishoni mwa mkutano wa kujadili sera mjini Johannesburg akisema chama cha ANC karibu kimegawanyika katika makundi mawili. Waendesha mashtaka nchini Ufaransa wanasema wanataka hukumu ya kifungo cha miaka mitatu jela na faini ya zaidi ya dola milioni 30 itolewe dhidi ya makamu wa rais wa Equatorial Guini ambaye kesi yake inasikilizwa mjini Paris, mwenyewe akiwa hayuko mahakamani. Theodor Obiang, mwana wa rais, anashtakiwa kwa kutumia fedha zilizoibwa nchini mwake kununulia majumba ya kifahari na magari. Anakanusha mashtaka hayo. Na Qatar imetangaza kwamba ingependa kupata suluhu ya mzozo wa kidiplomasia katika kanda, ukanda wa Ghuba ya Uajemi kupitia mazungumzo licha ya uhasama kutoka kwa baadhi ya nchi nyingine za Kiarabu. Akizungumza hapa London, waziri wa mambo ya nje wa Qatar amesema anaamini mataifa ya Saudi Arabia, Imarati ndio viongozi hasa wa kampeni hiyo ya kuitenga nchi yake. Ametamka hayo huku waziri wa mambo ya nje wa Saudi Uh, Imarati, Bahrein na Misri wakikutana mjini Cairo kuzungumzia juu ya masharti walioiwekea Qatar. Jirani zetu wanaona mabadiliko na wanaotetea mabadiliko au wanaripoti kuhusu mabadiliko wanafikiriwa kuwa ni tishio, na kwa haraka wako tayari kumwita yeyote gaidi ikiwa watazipinga serikali zao. Nchini Qatar tunakumbatia mabadiliko, tunakubali kukosolewa ili kutuwezesha kuendelea. Qatar kamwe haijawahi kuhujumu usalama katika ukanda, kwani tunaamini tishio lolote katika ukanda ni tishio kwa Qatar. Nam, kati ya masharti iliyowekewa Qatar ni kuacha kuyadhamini makundi ya kigaidi ikiwemo vuguvugu la Muslim Brotherhood lililopo nchini Misri. Mataifa hayo pia yanaitaka Qatar kuacha kukisaidia kituo cha matangazo cha televisheni cha Al Jazeera mbali na vituo vingine viwili vya matangazo ya Kiarabu. Uh, vilevile inalazimishwa kujizuia kuwapa uraia watu ambao eh, huyatoroka mataifa ya eh, Bahrain, Misri, Saudi Arabia na Imarati na nakuingia Qatar vilevile e, mataifa hayo hapo unayoona. Tujadili zaidi swala hili e, tuzungumze na mchambuzi wetu wa masuala ya Mashariki ya Kati Ahmed Rajab ambaye yuko nasi hapa studio. Ahmed, karibu sana. e, masharti yalitolewa na mataifa ya Kiarabu, e, Qatar ikajibu hayo masharti, e, mataifa ya Kiarabu yanaonekana hayajapendezwa na hayo kwa sababu, Nisema mm -hmm. Haya ni masharti yaliyotolewa ili kukataliwa, na amekataa kwa sababu ni masharti ambayo hawezi kutimizika, ni kama kuingilia uhuru na mamlaka ya dola ya Qatar. Naam mm. Tulijua kwamba tutafika hapa, masharti magumu yametolewa, Qatar ilijua itayakataa ita, ita e, tunakwenda mbele vipi sasa hapa? Maanake ni kama vile watu wanatunishiana misuli, nani hapa atambonyea? Kuna ata, mgogoro, mataifa haya ya Kiarabu, mataifa mane ambayo yameazimia kuitenga ku na kuitia adabu Qatar kwa msimamo wake wa kuwa huru na siasa zake za mambo ya nje, ni mataifa ambayo yanaweza kuchukua hatua mbili tatu, lakini jambo la kutia moyo labda ni kuona kwamba katika mkutano wao wa Cairo hakuweza kuchukua hatua zaidi isipokuwa kusema kwamba zile zilizotolewa sasa zitaendelea. Vile vile ingeweza zingeweza, nchi hizo kwa mfano kuifukuza Qatar kutoka lile baraza la ushirikiano la Ghuba, uh, Gulf Cooperation Council, lakini haikufanya hivyo kwa sababu ingapasua baraza hilo au jumuiya hiyo, kwa sababu nchi kama Kuwait na Oman ambazo ni wanachama pia hawako upande wao, wanajaribu kuwa kutofunga kuto maana na upande wote. Ukija katika umoja wa Kiarabu wa Arab League ingeweza kusema kwamba labda ifukuzwe lakini vile vile ingeleta mpasoko mkubwa katika ulimwengu wa Kiarabu ikiwa hatua hiyo itachukuliwa. Kuna mambo ya kibiashara, vikwazo zaidi vya kibiashara, kwa mfano kuzuia fedha za Qatar zilizoko katika mabenki ya, ya Saudi Arabia na kwingineko katika nchi za Ghuba, lakini vile vile hawakufanya hivyo. Kwa hivyo naonesha kwamba ni kama hizi nchi zimepanda mti juu, sasa kushuka chini tabu hatujui nini unaweza kufanya na tukiangalia kati ya, ya, ya tuhuma ambazo zinatolewa Katari na ambayo inasaidia ina, ina makundi ya kigaidi, lakini ukiangalia hata Saudi Arabia ambayo ni kiongozi pengine ya kampeni hii imekuwa ikinyoshewa vidole ikiambia leo leo kumtulea ripoti hapa Uingereza yako kuonyesha kwamba nchi hiyo ni moja kati ya nchi ambazo zina, zinafadhili, na kutoa fedha kwa makundi ya kigaidi na vile vile nchi hizi zimesema kwamba kwamba Qatar ina mahusiano na, na Iran hmm. Lakini ukitazama mahusiano ya kibiashara yaliyopo baina ya nchi za Imarati hasa Dubai na Iran ni, ni kubwa mno hmm. Na Qatar inasema kwamba Iran si nchi ya kupuuzwa, ni dola lenye nguvu na lenye uwezo katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa hivyo lazima liwe na sauti na liweze kushirikishwa katika hmm, jitihada zinazofanywa pale ah, kwa hiyo njia panda moja kwa moja asante. <laughs> Sana Ahmed Rajab, najua tunahitaji kuzungumza mambo mengi, lakini muda umetupa mkono. Nashukuru sana. sana kwa tathmini hiyo Ahmed Rajab, huyo mtaalamu wetu wa masuala ya Mashariki ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Habari kuu usiku huu, Saudi Arabia na washirika wake wamelaani msimamo wa Katar wa, wa kutotekeleza masharti yaliyowekewa nchi, nchi hizo zimesema Katar imeshindwa kufahamu uzito wa hali ya mambo. Duka kubwa zaidi eh, katika eneo la Afrika Mashariki na komati linakumbwa na, na msukosuko wa kifedha inayohatarisha kuendeleza shughuli zake. Kwa sasa linajitahidi kutafuta njia ya kulipa deni zaidi ya dola milioni 170. Nam kumekuwa na shinikizo kubwa zinazoungwa mkono na shirika la afya duniani kupunguza au kuachana kabisa na zao la tumbaku. Nchini India, kodi ya tumbaku imekuwa ikipandishwa kila mwaka. Pia kumekuwa na uh, maonyo mengi kwenye pakiti za sigara na pia kwenye televisheni. Lakini India ni nchi ya pili kubwa duniani inayotoa zao la tumbaku, na kama anavyotuelezea Suluma Kasim, mamilioni ya watu wanategemea zao hili. Wakati mmoja, zao la tumbaku liliwapatia mafanikio makubwa maishani mwao, lakini sasa wakulima wa tumbaku nchini India wanakabiliwa na athari kubwa sana. Wakati wanunuzi hapa wakiangalia zao hili la wakulima katika eneo la mnada, unaweza kuhisi kuna ile hali ya wasiwasi. India ni moja ya nchi zinazolima zao la tumbaku kwa wingi sana duniani, lakini kuna shinikizo la kuitaka India kupunguza kilimo cha tumbaku. Yote haya yanatokana na kampeni kabambe duniani inayoongozwa na Shirika la Afya Duniani dhidi ya tumbaku. Serikali ya India inaunga mkono kampeni hiyo. Wakulima wanahisi kwamba hatua wa yoyote ya kupunguza zao hili la tumbaku ni maafa tu. Ikiwa serikali itatulipa fidia au kuja na kilimo mbadala, basi hali itakuwa ngumu sana kwetu, itatubidi tuhame. Wakulima hawapati msaada mkubwa. Kila mwaka mamilioni ya wahindi wanakufa kutokana na athari za tumbaku. Jambo hili limekuwa likitiliwa mkazo katika kampeni kadhaa nchini. Ndio maana serikali ikapandisha ushuru na pia kupunguza kiwango cha uzalishaji wa zao hili. Tumbaku ni kama dawa ya kulevya, ni kitu cha kwanza ambacho mtoto au kijana yoyote hutumia. Ikiwa tutaachana na tumbaku na pia kuuza nchi za nje, basi dunia nzima itatushukuru sana. The whole world will thank us for it. Wakulima wametakiwa kulima mazao mengine, lakini hawapati faida kama tumbaku. Hivi sasa wamechoshwa, hadi pale watakapotuhakikishia kwamba kutakuwa na soko bora zaidi kwa mazao mengine. Kama siyo hivyo, wakulima hawa hawana mengi ya kuchagua. Kuna mazao mengine, lakini ni hadi pale watakapojiamini vya kutosha kulima mazao mengine kilimo cha tumbaku kimekuwa kikiimarisha maisha ya raia milioni tano nchini India. Kwa upande wao kilimo hiki ni uhai wao. Suluma Kasim, BBC. Nam, hivi majuzi mji wa Moscow nchini Urusi umekumbwa na upepo mkali na dhuruba zilizong'oa miti na kujaza taka mto wa Moscow, lakini wakuu wa serikali wanasema wanamudu sasa kuweka safi mto huo kwa kutumia mashua za Urusi za kukusanya taka. BBC imetembelea eneo hilo. Sijui wewe lakini, mimi binafsi, naona kuna changamoto kuiweka safi nyumba yangu kwa kutumia vacuum cleaner, kifaa cha kuozorea taka na ufagio. Kwa hiyo, warusi walimudu vipi kuyaweka haya yote safi, maili 40 za mto Mosco? Jibu lake ni chombo hiki kiitwacho namba 3 cha kukusanyia taka. Kimsingi ni mashua ndogo ya taka, inapita hapa na pale kukusanya vitu visivyotakiwa kuwepo mtoni. Hapa hiki ndio hasa chombo chenyewe na ukombo mrefu kama unavyoweza kuona amesimama kukusanya taka, vijiti na matawi na majani, na kuvitia kwenye chombo kikubwa. Na wakati mwingine taka zilizokusanywa na mashua hii ni kama vile motokaa na mbwa, inaelekea kuna samaki. Kwa hiyo hivi ndivyo nahodha anavyochukua takataka, mpaka hivi sasa zimetupwa katika chombo kilichoko chini. kwa Weston wasafishaji hawa wanakusanya tani saba za takataka kila siku kutoka mto Moscow. Kama uonavyo leo, wamekusanya vipande vingi vya miti, kuna chupa nyingi tupu za vodka, lakini kuna kiti hapa, aina zote za vitu. Vyote hivi vitapelekwa kutupwa kwenye jaa la taka mjini Moscow, kama wenye vitu hivyo vilivyopotea wasipoharakisha kuvidai. Kuna yoyote aliyopoteza bata wa mpira? nam baadaye kidogo, katika habari za michezo, Taifa Stars ya Twitter Kosafa baada ya kuondoa mabingwa wa watetezi na wenyeji eh, Bafana Bafana. Stars yashindwa kutamba mbele ya majirani zao chi polo polo Chipolopolo. takuwa na habari hiyo na nyingine kadhaa za michezo muda si mrefu kutoka sasa. Hii ni London Tena na sasa, ni habari za michezo. na Arsenal amekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Faransa Alexandra uh, Lacazette kutoka Lyon kwa pauni milioni 46.5 ambayo ni rekodi kwa Arsenal. Lacazette amesaini mkataba wa miaka mitano. Ada hiyo inaweza kuongezeka hadi pauni milioni 52.6 na bila shaka itapita kabisa ada ya uhamisho iliyotolewa kumchukua Mesut Ozil mwaka 2013 kutoka Real Madrid kwa paundi milioni 42.4 la Gazeta alipachika mabao 28 msimu uliopita akiwa mfungaji bora wa pili tu nyuma ya Edinson Cavani. Na mshambuliaji wa Barcelona Lionel Messi amekubali Messi hapa baada ya harusi yake wiki iliyopita kuongeza mkataba na kusalia Katalunya hadi mwaka 2021. Messi alijiunga na Barcelona akiwa na umri wa miaka 13 tu. Atasaini mkataba mpya atakaporejea kutoka kwenye fungate. Amefunga ndoa wiki iliyopita tu, lakini pengine muhimu zaidi katika soka amefunga magoli 507 katika mechi 583 tangu mwaka 2004. Na, na Everton wanafanya bidii kumsajili eh, nahodha huyu wa Man United kutoka Manchester United. Eh, Rooney alianza mechi 15 tu za ligi msimu uliopita na alianza soka lake y Everton kabla ya kwenda United mwaka 2004. Everton wanamtaka tena. Na, mtaifa Stars ya Tanzania imeshindwa kuika mbele ya Chipolopolo kwenye Michuano ya Kosafa inayofanyika Afrika Kusini. Stars ndio ilikuwa kwanza kupata bao kupitia Erasto Nyoni katika dakika 16. Hata hivyo, mabao ya haraka haraka, eh, kabla ya half time, Brian Mwila na Justin Shonga yakaipeleka Zambia mbele 2-1. La la Zimbabwe inachezwa hivi sasa ni half time na ni moja moja tunavyozungumza. Andy Murray katika tenis, amesonga mbele na kuingia raundi ya pili katika michuano ya Wimbledon baada ya kumtoa mjerumani huyu Dustin Brown Mare ambaye ni mchezaji namba moja duniani amemchapa Dustin kwa seti 6-3-6-2-6-2. Mare sasa atakutana na Mwitaliano Fabio Fognini siku ya Ijumaa. Kwa upande wa wanawake, mchezaji namba moja wa zamani eh, Victoria Azarenka ameingia raundi ya tatu baada ya kumshinda Elena Vesni, eh, Vesnina. Azarenka ameingia dimbani baada ya kujifungua mtoto, huwezi kuamini, mwezi Desemba mwaka jana. Waingereza Joanna Konta na eh, Heather Watson wameshinda michezo yao ya raundi ya pili na kuingia raundi ya 32 bora kwa mara kwanza tangu mwaka 86. Na bingwa wa zamani wa uzani wa welterweight Manny Pacquiao amekitaka chama cha ndondi cha WBA kupitia upya uamuzi uliofikiwa katika pambano lake na Jeff Horn ambapo Horn aliibuka mshindi. Pacquiao alipoteza pambano lake kwa pointi dhidi ya Hona aliyeshinda taji lake la kwanza la dunia mjini Brisbane. Uh, bodi ya michezo ya Filipino in, anapotoka Pakiao imewasilisha barua kwa WBO uh, ikisisitiza kuwa misingi ya ndondi lazima iheshimiwe. Majaji wote watatu walimpa pointi zaidi Hon, huku mashabiki wengi wakikosoa uamuzi huo, akiwemo bingwa wa zamani wa dunia uzani wa juu uh, Lenox Lewis. Mwisho wa habari za michezo basi. Niangalie ujumbe wako ambao umetutumia kuhusiana na usafishaji wa mto kule Mosco. Nikakuuliza ungependa e, mto gani usafishwe au Nyerere Nyahoga Nyahoga. E, anasema ziwa Victoria ni muhimu sana ku, angependa lifanywe usafi e, Wilson Mtishbi anasema mto Msimbazi ni kivutio kizuri hapa Dar es Salaam kama ungefanyiwa usafi wa kutosha. Na miraji mwana anasema hapa Morogoro mito miwili inayopita kati kati ya mji ni michafu, tungependa isafishwe naam. Na, na hatimaye uh, kuku wamezua kizaza. Tazama hii katika barabara moja nchini Austria ambapo maelfu ya kuku walichoropoka baada ya gari waliokuwa wakisafirishwa likupata ajali, wengi wao taka kuingia mtaani, lakini walikamatwa kama hivyo, uh, na kusababisha foleni ndefu kwelikweli kweli ya magari kutokana na kuku hao, tazama Kilomita kumi za foleni kutokana na magari hayo. Mwisho wa Dira ya Dunia usiku huu wa leo. Usikose kuungana nasi tena kesho, muda na wakati kama huu. Mimi ni Salim Kikeke, usiku mwema, alamsiki.